Mashirika yanayosimamia wakimbizi katika kambi ya Dadaab yameathirika pakubwa kufuatia kusimamishwa kwa msaada wa kifedha kutoka Marekani kupitia shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani maarufu USAID. Agizo la Rais Donald Trump la Januari mwaka huu lilisimamisha misaada ya USAID kwa siku tisini na kuathiri pakubwa maisha ya kila siku ya wakimbizi hao. Mwanahabari wetu Faisal Abdirahman anaungana nasi moja kwa moja kutoka Dadaab ambapo anazungumza na baadhi ya viongozi wa wakimbizi katika kambi hiyo. Naam, uh, shukran sana Nimrod, ulivyosema tu niko katika kambi ya Ifo 2 eneo la Dadaab ambapo zaidi ya wakimbizi wengi ambao wako katika sehemu hili la Dadaab eh, wa, wa, wa, wana, wanaishi na tumeweza kufika hapa na kuzungumza na baadhi ya wasimamizi wa wakimbizi. Unavyoona tu wamama hawa wamejitokeza hapa tangu agizo la Rais Donald Trump tarehe 20 Januari kusimamisha msaada eh, kutoka shirika la kimataifa ya maendeleo USAID kufika kwa mashirika ambao yanasimamia au eh, kusaidia wakimbizi katika sehemu hii ya kambi ya Dadaab, na wengi wao wanasema eh, huduma za afya zimeathirika pakubwa. E, elimu pia walikuwa wanapata usaidizi kutoka mashirika haya vilevile. Vile afya pia imeathirika. Nitaweza kuzungumza tu na wasimamizi ambao e, wanasimamia kambi hizi za eneo la Dadaab E41 e E42 E4 Hagardere na kambi ambazo ziko katika sehemu hili, waweze kutueleza tu hali hii imewaathiri vipi. Kutuleze.

Uh, and uh, going park is difficult. We can, we have been in this camp and you cannot, you can understand if this large population, huge population that are basically in one of the essential uh, elements such as food and water uh, with, you know, the, the, the mortality rates will increase, uh, malnutrition rates will increase, uh, definitely.

And social, social questions as well. Asante sana Nimrod, uh, ulivyosema tu eh, kwa sababu ya muda nitakuregesha tu studioni. Nitaweza kuzungumza na baadhi ya wakimbizi hawa ili tu niweze kuwatayarishia watazamaji wetu taarifa kemkem eh, itakapofika saa saba eh, kukumbusha tu shirika la UNHCR imeweza kufunga ofisi ambayo ilikuwa inahudumu katika eneo la Alinjukur county eh, ndogo ya Fafi kwa sasa, sina la ziada nakuregesha studioni Nimrod. Nam, Faizal Abdurahman, asante sana kwa taarifa hiyo, mengi zaidi pengine ni baadaye kwenye taarifa zetu, mtazamaji hapo awali.